Ehe, Kayanga peoples. Mpo vizuri? Wale watu wakushaka wako vizuri zaidi yenu. <laughs> Sasa, ndugu zangu, nimefurahi kukutana na nyie. Ni mara yangu ya kwanza kuzungumza hapa Kayanga. Mimi nilikuwa mbunge huyu huyu Bashungwa, nimekuwa naye bungeni, tumekuwa naye kamati moja ya nishati na madini, kabla hajateuliwa leo. Oh, ndio wanatuhangaisha. Nasikia mkutano ulipangwa kufanywa sehemu fulani, ukatangazwa ukahamishiwa sehemu fulani, na pale mlipoenda tena wakahamisha wakitegemea kwamba wakiupeleka nje kabisa ya mji watu hawatakuja, wajeti... uongo kweli? Kwa sababu wao, hata ili wapate watu kama hawa, lazima magari yasombe watu, walipwe, lakini watu wa Chadema wanakuja wenyewe kusikiliza sera. Sasa bwana Bashungwa, na kukumbusha kitu kimoja, power is transient, liweke hilo kichwani. Madaraka siyo ya mama yako. Leo uko nayo, kesho hutakuwa nayo na utakuwa mtu wa kawaida. Leo una amri ya kumwambia osidi akapiga saluti, kesho utapita atakuona takataka tu na wengine watapigiwa saluti. Kwa hiyo ukilielewa hilo utakuwa humble. Duniani hapa wamepita watu wengi waliokuwa na nguvu nyingi, mojawapo ni Magufuli. Alikuwa akipita hata unyasi unatikisika, leo hayupo. Kwa hiyo tuwe na heshima kwa watu wengine. Sisi Chadema sio wahaini, tuko kwa mujibu wa sheria, tuko kwa mujibu wa katiba. Kazi hii tunayofanya sio kazi haramu, tunapaswa kupewa haki sawa sawa na sisi mwanayopewa, tunapaswa kuheshimiwa sawa sawa na sisi mwanavyoheshimiwa. Actually hawa wajinga majambazi wanaheshimiwa na kulindwa, watu wema tunabugudhiwa. Yule Wasira na mizidi mimi nini? Mimi nimekuwa mbunge tena wa upinzani, against all odds, against polisi ya usalama agensi, nikawa mbunge mashungo. O, umekuwa mbunge wa kupewa tu, unanizidi hey? Nini, ili ushinde uchaguzi lazima kura ziibiwe, lazima watu wapigwe, lazima vurugu zifanyike, ndio wewe utangazwe kuwa mbunge. Tuheshimiane, tunaelewana vizuri. Ndugu zangu, haya mambo ya nchi yetu yameharibiwa sana. Tusipo yasema, mawe yataongea. Tunaelewana vizuri. Hii nchi, hii ni katiba ya nchi yetu. Ibara ya nane ya katiba ya nchi yetu nitawasomea. Ibara ya nane inasema hivi: Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nchi inayofuata misingi ya kidemokrasia na haki za kijamii kwa hiyo wananchi ndio msingi wa mamlaka na madaraka yote ya nchi. Kwamba mamlaka aliyo nayo OCD, mamlaka aliyo nayo Bashungwa, mamlaka aliyonayo Samia ni mamlaka yenu, nyie ndio msingi wa hayo mamlaka. Mbili, sehemu b, lengo kuu la serikali itakuwa ni ustawi wa watu yaani hiyo serikali mlioipa mamlaka lengo lake ni kufanya nyie mwishi vizuri kustawi. Nikisema ustawi, mnanielewa, ulale sehemu nzuri, kwa maana ya kuwa na nyumba nzuri, upate maji, upate elimu nzuri, ukiugua utibiwe. Hilo ndio litakuwa lengo kuu la serikali, si serikali itawajibika kwa wananchi ni katiba hii, sio Heche anayesema hivi kwamba hiyo serikali lengo lake ni kukufanya wewe uishi vizuri, lengo lake ni wajibike kwako wewe, mwananchi. Ukisema serikali ipige magoti, ipige magoti, serikali simama, isimame, serikali twende hivi, iende hivi. Hiyo ni katiba ya nchi. Sasa leo sisi ambao ni msingi wa mamlaka tume Baraka kwenye nchi yetu, nchi hii. Watu nyie mko mkoa wa Kagera, huu mkoa una kilometa za mraba yaani, ukubwa wa mkoa huu una kilometa za mraba elfu thelathini na tano mia sita themanini na sita. Nchi ya Rwanda ina kilometa za mraba elfu ishirini na sita mia tatu thelathini na tatu, yaani nyie ni wakubwa kwa Rwanda zaidi ya kilomita za mraba elfu kumi. Hiyo Rwanda hiyo inayokuja wanapiga watu wetu risasi hapo, nyiwe mnaizidi. Yani mkoa huu ni mkubwa kuliko Rwanda. Nchi hii ina kilomita za mraba laki tisa na arobaini na tano, yani ukichukua Kenya ukichukua Rwanda ukichukua Burundi ukichukua Uganda ukichanganya pamoja zina kilomita laki nane na tisini, sisi peke yetu laki tisa arobaini na tano hey! Ni nchi ya kwanza kwa kuwa na mlima mrefu kuliko yote Afrika, wa pili duniani. Ni nchi yenye ziwa yenye ziwa pana kuliko yote Afrika, la pili duniani, ziwa Victoria ni nchi yenye ziwa lenye kina kirefu kuliko yote Afrika la pili duniani. Ni nchi yenye ni yenye tanzanite haipatikani kwingine kokote duniani isipokuwa Tanzania. Ni nchi yenye chuma. Ni nchi ya tatu kwa kuwa na dhahabu nyingi duniani. Ni nchi ambayo ina mbuga za wanyama kubwa, ukichukua Serengeti, Ngorongoro, Seru, Katavi, ukizichanganya pamoja zinazidi kwa ukubwa nchi ya Uganda na Rwanda. Ni nchi iliyojaliwa kila kitu. Ni nchi yenye chuma, yenye makaa ya mawe. Kwa kwenu Kagera mna madini yanaitwa nickel na cobalt, yanatoka hapo Kabanga, yanatumika kutengeneza injini za ndege na betri za simu mnazotumia, yanatoka Tanzania. Nchi yenye makaa ya mawe, nchi yenye bahari. Ukubwa wa bahari ze bahari yetu una urefu wa kilomita 1600, yani ukitoka Tanga mpaka Lindi mpaka Mtwara ni kilomita 1600 na not koma maili 200 kuingia ndani. Tunazungukwa na nchi sita landlocked. Rwanda ni landlocked. Nikisema landlocked ni nchi ambayo haina mlango wa bahari, yani ili mtu aendeshe gari Rwanda akinunua gari Japani inapita kwenye maji alitupa Mungu bure. Unachohitaji ni kujenga gati. Gati ni stendi ambayo meli itakuja isimame, alafu wanakulipa hela kwa maji ambayo Mungu amekupa bure, hayaishi kesho wala keshokutwa. Ili Rwanda wasafirishe kahawa yao iende Ulaya kuuza, inapita kwenye maji yetu. Ili mtu aendeshe gari Uganda, inapita kwenye maji yetu, anatulipa hela. Katikati ya utajiri wote huu, watu wetu ni maskini. Kwa nini tuko maskini kwenye nchi iliyojaliwa? Ni kwa sababu tunaongozwa na watu wasiokuwa na uwezo, watu wa hovyo. Na sisi tumekuja kwenu tuwaambe, tuungane mkono, tuwabadilishe watu hawa tuwete watu, watu wengine wabadilishe maisha yetu. Watu wa Karagwe, mko tayari? Mko tayari? Umasikini wetu ni wa kutengeneza. Mwenyezi Mwenyezi Mungu ametujalia kila kitu. Kwa nini sisi ni masikini? ni kwa sababu tunaongozwa na watu wasiokuwa na uwezo. Tulipokuwa bungeni wakati ninaanza kujengwa boho la Mwalimu Nyerere, nikamwambia Rais Magufuli, wakati ule Rais Magufuli, kabla hujaanza kujenga boho la Mwalimu Nyerere, nitahitaji chuma, na sisi tuna chuma cha kuchimba miaka mia moja, kiko pale, kiko kiko sehemu inaitwa Liganga, Njombe. Na tuna makaa ya mawe sehemu inaitwa Mchuchuma ya kuyeyushia chuma hicho. Nikawambia tujenge kwanza kiwanda chetu cha chuma, ili tuwe na chuma hata nondo tunazojengea zitoke ndani ya nchi yetu. Hiki kiwanda tukisha kijenga, kwa dola za Kimarekani bilioni tatu, ambazo ni trilioni saba nukta tatu nane, tutachimba miaka mia moja. Kwa hiyo huyu anayekuja kujenga bwawa tungempa fedha za kutujengea bwawa shilingi ngapi? Trilioni mbili haya, hizi hapo, lakini chuma chote ununue hapo. Yani tungempa pesa kwa mkono huu, tukazirudisha kwa mkono huu. Hicho kiwanda kingeajiri vijana wetu. Hicho kiwanda, leo serikali hii imeagiza chuma kutoka nje ya nchi cha dola za Kimarekani no, bilioni 1.2 ambazo ni trilioni tatu kwa mwaka mmoja kwa miaka mitatu imeagiza chuma cha tilioni kumi wakati tungejenga kiwanda kwa tilioni saba nukta nane tuchimbe miaka mia moja. Hizi fedha zingebaki ndani, zingekuajiri wewe wewe ukipata kazi, utajenga nyumba, utamwajiri fundi ambaye ni yule yule. Akipata fedha atanunua mboga kwa huyu mama. Huyu akipata fedha atamwagiza bodaboda amletee mboga nyingine. Bodaboda ataweka mafuta kwenye kituo cha mtu mwenye mafuta. Yule atamwajiri mlinzi. Hela zitazunguka miongoni mwetu. Zinachukuliwa hapa zinapelekwa Ulaya, wakati watu wetu ni maskini. Tunaongozwa na watu wasiokuwa na maarifa, na ndio maana wanatuogopa hawawezi kujenga hoja na sisi majukwani, wanaiba uchaguzi. Chadema tumesema mwaka huu hatutakubali. Wameiba uchaguzi elfu mbili na kumi na tisa uongo kweli? Wameiba elfu mbili na ishirini uongo kweli? Mwaka jana mliweka viongozi wa serikali za mitaa, waliondolewa kuondolewa, si wamepita? Sisi wenyewe wame, mnasema twende kwenye uchaguzi wa aina hiyo? Wangapi mnasema hatukubaliani na uchaguzi wa aina hiyo, nyosha mkono? Dr. Sra Karagwe yote nasema haikubaliani na huo uchafu.